Hiki ni kikundi cha ngoma ya asili ya Kisukuma kijulikanacho kwa jina Legeke Maji Bageni, chenye maskani yake mtaa wa Mwagimagi, kata ya Nyanguku, manispaa ya Geita. hii kazi tangu mwaka elfu mbili na mbili nikiwa nasoma darasa la tatu nimeanza, nikafundishwa na mzee mambo ya kucheza ngoma na kushika nyoka pamoja na fisi. Kijana Shiriku Kuzoya Mandile, mwenye umri wa miaka 35. ni mtoto wa nane kati ya watoto 17 wa mzee Kuzoya Mandile, ambaye kwa sasa ni mume wa wake wawili na watoto tisa, ndiye kiongozi wa kikundi hicho. Hakuna hata mtoto ambaye umemletisha hii kazi? Wapo, wapo watatu wana uwezo wa kushika nyoka, e, ila kwa kuwa bado wanasoma na mimi nawakomalia, kwa sababu mimi nilikomea darasa la saba ni kwa sababu ya haya mambo na kipindi hicho sasa tulikuwa tunacheza ngoma za kienyeji tofauti na na saa hizi tunaitwa mpaka serikali ili kwenda kwenye mikutano ya serikali. Wakati nasoma hapo darasa la tatu naanza mzee kunifundisha yani, nikawa naona kuwaacha wenyewe waende, hata wanapotaka kwenda sehemu kucheza, nikawa naona ni kazi ngumu, nilikuwa natamani sana kuwafuata nilipo ifahamu hii kazi. Kwa hiyo ikanifanya mpaka kusoma nikatamani nikomee darasa la saba ili niendelee kucheza. Kwa hiyo hilo na mimi nimeliona kidogo, limenipa usumbufu mpaka kwenye hizi kazi yangu, kwa sababu nimekuwa sijasoma sana. Hata mtu alikwambia kwamba mambo yako, hebu nitumie mtandaoni, unakuwa haujui. Ngoma yake imekuwa ikiwashangaza na kuwavutia wengi kiasi cha kumpa umaarufu ndani na nje ya mkoa wa Geita kutokana na mtindo wake wa kipekee wa kutumbuiza kwa kutumia fisi na nyoka kama sehemu ya sanaa yake. niliitwa nikaenda Dodoma kwenye tamasha la, la ulisi nikatoka Dodoma. Nilipofanya pale nikahitajika tena kwenda Mbeya kwenye tamasha la. Kipindi hicho mheshimiwa Tulia alikuwa naibu spika, huwa na tamasha anatengeneza kule Mbeya, sehemu inaitwa Tukuyu. Najua una shauku kubwa ya kufahamu kwa undani ni kwa namna gani anaweza kutengeneza urafiki na viumbe hao. Nilifanya ufundi ambao nilifundishwa namna ya kumchukua ili hata mama yake akija asija akanizuru. Sasa nilipomchukua nimekuja nikakaa naye, jambo la kwanza ni kunizoe, kumfanya anizoe mimi mwenyewe, na kunizoea kwake ni kumpa chakula. Ila kadiri ya muda nilivyokuwa namhudumia, nampelekea chakula, ikafikia sehemu nikamwona amenizoea, akisikia nimeingia ananifuata, ananisogelea. Katika malezi na makuzi kwa viumbe hao, suala la chakula kwake ni changamoto sana sana shida ambapo huwa naipatia ni kwenye fisi, ila kwenye nyoka kwenyewe ni afadhali, kwa sababu chakula chao ni cha gharama kidogo. Kama sasa hivi nina aina ya nyoka wanao weusi hawa wanaoitwa cobra, wao chakula chao kikuu ni mayai. Sasa mayai ni ya gharama kidogo, ambao huwa nawapa kwa kila wiki. Kila nyoka unampatia mayai matano na nyoka tisa. Changamoto ni kwenye fisi, make fisi yeye anahitaji chakula chake ni, ni nyama. Sasa nyama ya yeye anatakiwa ale kila siku, wala umemnyima sana kilo moja. Kikundi cha igekemaji bageni ni moja kati ya vikundi vinavyotambulika ndani ya manispaa ya Geita kupitia idara ya utamaduni. Tunafanya nao kazi na maana matukio yote shughuli zote ambazo zinatokea za kiserikali lazima tunaapa nafasi. Kwa mfano kwenye sherehe za Muungano, kwenye sherehe za Uhuru, kwenye sherehe za mwenge, maonyesho ya teknolojia ya madini, yani shughuli yote ambayo inatokea event yote, yote ya serikali lazima tunazingatia vikundi vya sanaa ambavyo ni pamoja na waimbaji wengine, wanaoimba, yani aina mbalimbali za sanaa, lakini ngoma haijawahi kukosa. Je, utamaduni huu unapaswa kurithishwa ama kufundishwa kwa uwazi katika jamii? Mimi na wewe tuna nafasi ya kung'amua na kuamua. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam News.